Akaunti yako imekuwa maybe maybe, ni content creator, maybe ni mfanyabiashara, maybe una chat na ndugu na jamaa na marafiki. Inazungumzia account yoyote ile ya instagram ya TikTok ya, Facebook, ya YouTube, au yenyewe kila kitu account yoyote ya ya mtandao au kwenye au yoyote, siku unaamka, boom, haipo, umeibiwa. Na kama hujawahi kuibiwa account kwenye, acha nikwambie kuwa watu bado wanaibiwa account, na kama ufahamu vitu hivi vifuatavyo utakuja kuibiwa account, lakini ukitazama video hii mpaka mwisho, waizi wa mtandaoni hawatakuwa tatizo kwako kwa, kwa sababu utakuwa unafahamu. Nitakwenda kuelekeza namna gani ya kujilinda, namna gani ya kufanya ili si usibiwe account, na kuhakikishia vitu hivyo ambavyo nitaelekeza ni vitu pekee ambavyo vitakusaidia wewe kutokuibiwa account. Usijue ukasema hito nikuta kama upo mtandaoni, mambo haya ni kawaida, yatakukuta. Najua hajawahi ya kukukuta, maybe amewahi kukukuta Twende kama ifuatavyo. Kwa wale wageni, mimi naitwa Vinei na hii naitwa Vinei TV na hivi ndivyo tunafanya kila siku. Kwa hiyo ili mda uwe mdau wetu bana, ni kugusa tu alama ya subscribe, kugusa alama ya kengele ili kuwa uwe unapata video mpya kila siku. Kitu cha kwanza ambacho utakitumia kujilinda ni kwamba unachofanya mtandaoni popote pale ulipo iwe ni Facebook iwe ni Instagram epuka ofa. Kuna watu wanaamini mtandaoni kuna kuna watu matajiri kuna watu wenye pesa, kuna watu ambao wana huruma, kwa sababu ya mitandao imetuaminisha hivyo. Lakini mtandaoni ni pia ni kama tu kwenye maisha ya kawaida, hakuna mtu ambaye atakupa wewe kitu bure kwa sababu tukaona akaunti yako komenti yako. Kwa hiyo ukiwa kwenye Facebook ukapata mtu anataka kupe ofa fulani, asilimia tisini na tisa anataka kuibia account. Kwa hiyo epuka ofa mtandaoni. Nikwambie kabisa, ukikutana na mtu yeyote ambaye anataka akupe ofa yoyote mtandaoni, oh, njoo Marekani nitakutumia nauli, nitafanya hiki, nitakutumia laptop, nitakutumia simu oh, kuna kampuni, nitakutumia pesa, nitakutumia hiki, anachotaka ni kukutapeli peli au kuiba account. Kwa hiyo ukiwa uki na imani ya kwamba hakunaga ofa mtandaoni za hivyo, utakuwa umejiepusha kwa watu ambao wanaweza kuibiwa account. Kitu cha pili, epuka kudonoa linki ambazo huzifahamu. Umetumiwa email, ina maelezo mengi, ina link, unagusa link, unaenda unafanya ulichokwambia ufanye kwenye hiyo link. Ili uibiwa account, inabidi link zihusike, yani link ni moja ya kitu ambacho kinahusika sana kwenye watu kutapeliwa, watu kuibiwa account, watu kuchunguzwa. Kwa hiyo ogopa sana link. Yani kama una, unaishi online una biashara yako unafanya kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye YouTube kokote kule ziogope sana link. Jaribu kuzicheki mara mbili mbili kabla hujaigusa. Imetoka kwa mtu ambaye amekwambia ni rafiki yako, mmechati mwezi mmoja, anakutumia linki anakuambia fanya hiki na hiki. Epuka kabisa linki ambazo hazieleweki. Utajaji kama linki eleweki, linki zote zinafahamika. Kabla ya kuigusa, jaribu ku copy paste kwenye Google iuliza iuli kwamba hii linki inahusiana na nini, humu ndani kuna nini na vitu kama hivyo. Epuka kufanya chochote anachoambiwa na mtu ambaye umfahamu mtandaoni. Umeingia kwenye mtandao, umeingia kwenye Instagram, Facebook, TikTok, umepokea email, mtu anajifanya rafiki na wewe siku kadhaa, wiki, hata mwezi. Waizi wengine huwa wana uvumilivu wa kiasi hicho. Anakuambia fanya yafuatayo, fanya hiki, gusa hapa, gusa hapa. Ukimuuliza sababu, sababu yake haieleweki. Usifanye chochote anachokuelekeza ya, yani, mtu kwenye mtandao akianza kukuelekeza vitu ambavyo hukumuomba, akianza kukuelekeza maelezo mengi ambayo yanaonekana ya kitaalamu, au yani, mazuri, yana faida, sijui yana ya ofa pale, unarudi kwenye ofa, lakini ni maelezo ambayo hukuyaomba na hukuyataka, usifanye maelekezo hayo. Atakwambia tuma kodi, sijui na kutumia vocha, fanya hiki, kuna kodi itaingia, achana naye, anataka kuibia account. Hii ndio njia ambayo imetumika na wengi kuibiwa account kwa sababu walikuwa wanahisi okay, rafiki yangu nimeacha naye siku tatu, amesema nimtumie kodi, mbona simple tu. Kwa kodi anakuja na mtumia oh, amesema nimtumie link itakuja kwangu, link inakuja unamtumia. Usitume kitu chochote kikiingia kwako, mtu akikuomba nitumie kitu kimeingia kwako. Kitu kingine ni usitumie password moja sehemu zote. Moja ya vitu ambavyo vinafanya pia watu waibiwa account ni kutumia password moja. Wewe una akaunti yako ya Instagram unatumia password ile ile, una akaunti yako ya YouTube unatumia password ile ile, akaunti yako ya TikTok unatumia password ile ile. ile, ile. Kitachotokea ni kwamba akiiba akaunti yako ya TikTok, atajaribu kuiba akaunti zingine. Na kama unatumia password moja basi umekwisha. Usitumie password moja na pia tumia password ambazo unazikumbuka. Usianze kulia baadaye, "Oh, nimesahau nime password" na vitu kama hivyo. Password zako zikumbuke vizuri. Usitumie password moja, badilisha hata kidogo. Usitumie password moja. Na ukiingia kwenye sehemu zingine umekuta umepewa link, bahati mbaya umegusa, amekupa rafiki yako, sijui kuna hiki, kuna unaongeza followers ile ile, kwenye ku sign up usitumie password ile ile ambayo unatumia kwenye account zingine. Tumia password nyingine tofauti kabisa, kwa sababu hiyo hiyo sehemu unayoingia ingia unaweza kukuta ni phishing. Phishing ni ile, ni ile, ni zile webpage ambazo zinategeshwa ili wewe ujaze information kisha wasichukue information hizo. Umeingia kwenye page inafanana na Instagram umejaza taarifa zako, wanachukua taarifa zako nao wanajaza kwenye Instagram, wanaingia. So usitumie password zile zile kwenye account ambazo hazi kwenye website ambazo hazieleweki au kwenye account tofauti tofauti, tumia password tofauti. Kitu cha mwisho, na tukio wa kweli, hiki ndio kitu ambacho kinafanya wengi waibiwa account. Wengi wanaoibiwa account wanaonifuata na lalamika wameibiwa account, hiki ndicho kinachowakuta. Amenunua account baada ya muda, yaani baada ya miezi, baada ya muda miezi kadhaa, akaunti imeibiwa. Sio kwamba kuna mtu kaiba akaunti, aliye aliyekuuzia akaunti ndio aliyekuibia kuibia akaunti. Watu wanafanya michezo hiyo sana kwenye Instagram. Instagram ndio sema ambayo michezo hiyo inaendelea sana. YouTube pia japo si sana YouTube hiyo michezo, lakini inaweza ikatokea kwenye Facebook. Umenunua akaunti ya biashara, umenunua akaunti ya TikTok kama content creator, lakini mtu aliyekuuzia anakuja kuichukua tena account hiyo, anauza kwa mtu mwingine, anamwibia. Kwa wanakuwa wanapata pesa kutoka kwenye account moja kwa kuiuza mara nyingi. Kitu cha kufanya kwenye mtandao, ukishanunua account, kitu cha kwanza, badilisha password, badilisha password, weka tofauti na aliyoiweka. Ingia kwenye setting, change password. Kitu cha pili, weka two step verification. Kama aliweka yake, change, weka yako kama uliweka sijui authenticate app weka yako. Kama kuweka kabisa ndo vizuri, weka yako recovery number, sijui backup, weka na yako, toa yake, weka ya kwako. Change kila kitu kwenye security, change kila kitu kwenye privacy. Hivi vitu tunavitaja, viko kwenye akaunti zote. Ukiingia kwenye Instagram, kuna sehemu ya privacy na security, change kila kitu kule. Ukiingia TikTok, kuna sehemu ya privacy na security na mambo ya sijui info, change kila kitu, weka chako. Ukiingia kwenye email kuna mambo ya privacy info na security, change kila kitu, weka chako. Ukifanya vitu hivi, nakuhakikishia hutakuja kubiwa account, never. Thanks for watching, na mimi naitwa Vinei, hii naitwa Vinei TV, and this is what we do.